Watanganyika wenzangu, salamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Um, nataka niongee short clear na. Kama mnavyojua, hawa wauaji bwana wamekuja na njia moja. Wanataka wachukue magari ya wanajeshi. Yale magari ya wanajeshi ya yale malori ma, ma, lori ya wanajeshi yale ndio watakaoenda kufua tuna kwa tupo mle. Halafu hao mapolisi watavaa nguo za jeshi. Watavaa nguo za jeshi kwenda kufufua miili ya ndugu zetu hawa waliowaua ambao walikuwa hawana hatia yoyote kuwakatisha maisha ndugu zetu. Wanataka kwenda kuwafufua kachome hizo maiti, halafu pale walipokuwa mezika waseme kwamba tulikuwa na mradi fulani tunataka kujenga. Kwa hiyo hizo mlizoonyesha, sivyo. Na kama ambavyo nimeshawambia AI ambao ni fake, ambao wametengeneza wale ambao walichaguliwa na Samia kwamba wana utume wa, nini tume ya uchunguzi ya maafa ya Watanzania, ili metengeneza AI kama nilivyoambia, ina maana kila kitu wanataka wadanganyishe, wafufue hizo maiti pale, wapasafishe ionyekane kwamba pale ni mradi wao, walikuwa wanatengeneza wa kujenga kitu fulani kama ni viwanda ama ni kitu fulani. Kwa hiyo ndugu zangu, naombeni tena mumtagi Rali, mumtagi sana kwenye hii video uh, Rali Mado, Rali Mado mweza kumtagi sana, lakini msahau kumtagi, the baby girl Maria mweze kumtagi Maria, tafadhalini sana, mweze kumtagi Maria Sarah, tafadhalini sana, mweze kumtagi Maria na kitu kingine, mweze kumtagi pia kama ni watu wengine, Sativa mweze kumtagi Nuruvasi, mweze kumtagi Twaha, mweze kutagi wengi wengi, mweze kuwatagi ambao ni wanapambania taifa yetu, lakini pia tunahitaji wapambanaji wengi zaidi, tuweze kupigania taifa letu jamani. Peke yetu taifa linatakiwa kukombolewa, na watu wengi sana. Naombeni msianze kulumbana nyie kwa nyie, kwamba unasema nini, wamefanya kitu gani. Lakini mimi ambacho sikuwa sikubaliani mimi niko, niko real sana ninapoona kitu kinaenda tofauti. Tumeacha shughuli zetu sio, tumeacha tumeacha kila kitu taifa letu ndio mimi nimezaliwa Tanzania. Mimi ni Mtanzania, hata niende wapi mimi ni Mtanzania. Do understand? Hiyo ni nchi yangu mimi nimevozaliwa mpaka umri niliofikia. Kama ni miaka 13, 14, 15 au ni miaka 50, 60, 70, 80, mnu na tofauti na jinsi ambavyo tulikao kuomba nchi yetu, mimi nitamwambia ukweli bila kumuogopa awe ni nani, awe nani. Nitaenda kwanza Chemba, nitamwambia, na mimi ni mtu wa kuongea. Kwa mfano, mtu anakuja kuambia kwamba nchi yetu ndio nataka kuikomboa taratibu taratibu, kwamba tuende, sijui tuende taratibu, tukashike tu mabango, tutembee kama vile tunaingia, no mabango, unaweza kuingia ndio kanisani, msikitini, taratibu, tukaonyesha, itaonekana kule. Lakini, kwa kupambania taifa lazima msebo msebo uwepo, ni hashte hashte, msebo msebo, huwezi kusema kwa mana pambani taifa tunaenda tu taratibu. Ndio maana mimi kwa kwa mana naongea sana kwa ukali, naongea kwa ukali, nina uchungu na nafo kwa na naongea kwa ukali jamani, ni bora kuliko, yaani ni bora mimi kuliko Samia na hii na hii government kwa vitu ambavyo imefanya katika taifa letu. Mimi nikiongea kwamba kiungo chochote haijarishi kuliko kuongea kiungo. Ukienda timu A kuongea kiungo na timu B, ukifika pale wanakuchinja, utaenda kwenye timu gani? Mimi nikiongea kitu kwamba Samia hivi na hivi, ni kweli. Mama yake anakisoda wala yeye anakisoda, nasemaga tu kweli. Kwa hiyo niombeni mnizoe, na kitu kingine, kupunguza volume zenu za simu kwangu. Hiyo ni kitu ambacho kipo, mjitahidi. Siwezi kukaa na kitu hapa, sitoweza kuongea taratibu kwa huyu muuaji na mtekaji, kwa kina wakina Abduli, wakina mafele sitoweza kwa kina, kwa kina nani, au akina Kikwete, wakina Paul Makonda. Sitoka kimya yani, sitoongea taratibu yani, sitoongea taratibu kabisa, haijalishi anisikilize. Ni mtu moja mbana, ni understand, ni watu wawili ambao wa taiseti, lakini kuna siku, kuna muda, saa dakika mtakuja kujua who is Rachel real? na siku utakao kuja kujua itakuwa ni, isituwa, isituwa ni too late. Mimi nimetaka kuja karibu na nyie nyie, labda mtu kwa watu fulani, lakini nyie umetaka metaka kuni, kama kuni pushi fulani. Kwa hiyo utakapotaka kuja front kuja kuni Rachel, mimi nitakuangalia like what, itakuwa ni too late. Kwa hiyo watu tunakopambania mjue, tunapoongea mjue na mimi nakuja na vitu ambavyo ni real kabisa, real naambia, na Samia Suluhu Hassan ni real kabisa kabisa, chini ya carpet. Na nachotaka yeye ni kufukuza wale ambao anajua kwamba atasema kwamba ni huyu labda ni huyu, ili awafukuze aweke watu wake. Kwa hiyo mnaofukuza muwe makini, huyo mtu ndiye anayeniletea maneno Samia Suluhu Hassan. Kwanza nitoke pia pia pongezi zangu kwa dadangu mpendwa sana Maria, Maria ni mtu ambaye namfuatilia muda mrefu sana. Nakubali sana harakati zake za kupigania taifa. Sana sana anachokifanya. Mange namkubali sana harakati zake na yeye. Sana sana sana. Ameanza kupigania sio leo wala jana. Kwa hiyo hao watu tuzidi kuwapa nguvu na kuwafuatilia zaidi. Wako real, real, wanatoa vitu vya kweli sana. Tofauti na wakati wengine anaweza kuchukua kitu cha Samia kaweka hapo. Mtu mwingine anasema kwamba kwa nini jeshi serikali haifanyi hivi? Sisi tunachukua vitu ambavyo viko ndani. Vile ambavyo wanaficha wanapoviongea wao juu ya meza pale. Ambavyo kikitoka nje umekwisha. Lakini anayetoa nje ni Samia Suru Hassan. Samia ndiye anatupa details zote kila kitu chote. Sasa tutaachaje kuchukua hizi details na kuzileta kwa wananchi? Sasa mtu anafaa kweli Chagua. Kwa hiyo mbele kwa mbele pia ninachowaomba msitengeneze magrupu, ndugu zangu, ni magrupu ya nabala. Kuna kila sosi kwenye magrupu. Sasa hivi, sasa hivi Awa, wa, wa, CCM hawa VV, VV, wamekuja na mtindo wanataka kuwasapoti wanaharakati. Wanaweza kuja kwa kusapoti, wakaja kwa, kwa kufanya vitu gani? Wakaja DM wakaja kwenye comment wakaja kwenye kitu gani hivyo, baadaye wakaja DM wakaja nini hivyo. Wana vitu vingi vingi, vingi tofauti tofauti, muwe makini sana sana sana sana, tafadhalini sana ni mimi Rachel Dangwa, lakini omejieneupigania taifa mpaka tushinde. I close my finger. Tutashinda, I close my finger. Tutashinda kabisa, wataki wasitake, asanteni. Merry Christmas. And Happy New Year everyone.